Eh, baridi yenyewe eh, eh, mama mbona mm. Kwa jua kajua saa hii nikawa nasikia nini sukari yangu eh. eh. eh, mm, ni kama inapanda. Meza ile dawa ya memeza, lakini sijisikii vizuri, nasikia tu baridi, sijui malaria kama ikomo, nasikia tu baridi niyote shua na si, si, mama na na community health se, nime, Mule atakuja kuja? Aja kuja hata diyo na, naangalia mtu akitembea ni ni ni kama ulikuwa wewe, nafikiria maybe ni yeye. Sasa atakuja sasa mama. uh, uh. Haki kuna kitu nataka nikwambie. Haki leo Mungu amenikumbuka hmm. Timae nimeamkia mkono wangu mama huko juu? Vile nimetoka hapa nikienda kutembelea rafiki yangu Willis. Sasa mm, e, hapo mm. kwa mali yetu, kwa kona. Eh. Nikasikia pikipiki na guruma kutoka nyuma eh. Sasa mimi nika, nikawabisha wapite. Eh. Kwa hivyo mbele tu wakasimama. Ghafla mama akatoka hapo kwenye pikipiki, siku hata nimemueleza nini na nini mm. Lakini huyo mama yani, ananisalimia Mm. Alafu ananiuliza, mbona unatembeatembea hivi, so nikamweleza ma, maisha yangu kwa ufupi tu majini. mm -hmm. Huyo mama amesema mm, atakuja hapa kesho na ameniahidi mm, kwamba ako na kwa kazi. Wasemaje mwanangu? Yeah, yani baada tu ya kuniuliza o, pali ambapo mimi nimesoma na nimefikia wapi, nimemweleza mm. mm. Akaniambia atakuja hapa kesho anipeleke kazi, ako na kazi Unamfahamu huyo mama? Huyo mama sijai kutana naye kabla, yeah. Hey. Leo ni mara ya kwanza kabisa. ah, mwanangu unaweza kuwa umepata, um, unasema una umefurahi, lakini unaweza kuwa umekutana hata na machini yenye, natembea nasikianga machini ya watu wanarusha machini kwa. Ulimuona tu ni kama binadamu tu wa kawaida. mama, mama yule binadamu sio kwamba jini. Nimemsalimu hey. kwa mkono hivi hey. Hey, jini huwezi msalimia, lakini msalimia hey. hey. hey, akaniambia kwamba kesho atakuja. Yaani si, ni furaha ilioje mama, mpaka hata nimeshindwa kumuuliza jina lake. Laki... Na, na amekupatia namba za simu? Hapana, yeye ameniuliza tu nyumbani nikamweleza, alafu mm -hmm, akaniambia kwamba kesho saa mbili nimsubiri hapa hapa atakuwa <coughs> Eh, saa mbili nimsubiri hapa hapa. Hatimaye mama mwanao, nimepata kazi yani. Kazi ni Mungu tu akijameni. Waja Mungu ashukuriwe na Mungu afanye maneno yake yaliyo mema katika dunia hii. Tumepaki na upweke, tumepaki na hii nyumba. Hata sijui nifanye nini. Ndio kitu nilikuwa nawasia hapa nikisema Mungu si afungue kwetu njia. Maombi yangu ya usubuhi saa kumi na moja sulisikia nikiomba. Nikiambia, Mungu Mungu, sikia kutuma maombi yangu. Aki, Nibadilishe kutu maisha yangu si. namkanga ni waliniandikia nikunywa maziwa. Kuna maziwa yenyewe mwanangu, lakini kama ni Mungu wacha atende maneno yake. Tumai mama, maombi yako yamejibiwa. Mungu ni mwaminifu na unapomuomba anajibu. Amesema ajaniambia popote anafanya kazi. Ila amesema tu mengi tutaongea kija. Atakuja hapa aongee na mimi? E, atakuja hapa, tuwasungumze na weju, ameniuliza wazazi nikamwambia nakaa na mama uh. Baba alipotea mm. Yeah. Asante mwenyezi Mungu, wacha nikuombee tu uende tu, na hata wewe unapokanyaka we, we, tu ukisema ukitembea hata kwa mpaka jioni aambia e, tu Mungu jambo moja, Mungu badilisha maisha yangu. Unasikia kijana wangu, nakushukuru kwa mwambi yako. mm, mm, niombea Mungu mm, na una niombea Mungu amejibu mama aki mwanangu asante mama, wacha Mungu akakubariki, tubadilishe maisha yetu Mama, asante asante. Yeah. Mm. No. Wacha ni ngoja ngoje huyu mama kama anaweza kuja, huyo wa nini wa, wa, wa mwenye anakuanga kwa dispensary hapa anileteko hiyo dawa nyingine, si ukimu ngoja ngoja nikupikia <laughs> ile maji yako tu kavu yenye umezoea yeah, maji moto haya. Ah, sawa asante. Sawa. Eh, asante sawa eh. Sawa kwa sawa kwa mwanangu ameenda kufungua kufu, kufu, kufu, kufu, ng'ombe. Harakishe tu haraka, mgeni anaweza mpata. Kama bada na malisha ng'ombe saakwa kuja. Umemaliza kufunga ng'ombe, tujiendeke haraka haraka, huyu mgeni ulisema saa mbili eh? Enda ujioshe miguu ufae kwa at least aone, kwa at least uko mtu mzuri mzuri kuliko akupate dana a nguo zenye ulikuwa nazo. Mama, basi niko sawa tu, ile t-shirt nyingine ilichuchuka, haina hata shingo. Ni sawa tu, ukipata pesa utaanza tu kuchukua wako manguo ma t-shirt, ukibadilisha at least kwa kazi. Unajua au ujui ni kazi gani anakupeleka Eh, sasa uchukue kaka back weke mama, ama ama utaenda tu ndio uone kwanza, ndio urudi? Si ndio lazima nibebe nguo mbili huko kubadilisha nako. Unajua ni kwa wenyewe pia alikuuliza kwa maneno na masomo. Eh, aliniuliza yes, kwamba nilisomea nini, nimemuelezea akaniuliza kama ukikunywa chai. Ufanya, ufanya, kunyo oh, cainshakunywamaenumenitanikiwa na malizia. Sawa sawa. Nitafurahi sana ah, Mungu si apewe sifa, jameni, kama naweza hapa kuja karibu karibu, mami ah, karibu karibu Hey, nimekaribia, nimefika hey, tu bila kupotea, nimefika nimeulizia tu hapo kwa hey, hey, kona karibu, wakaniambia si mbali hey, hey, mefika karibu sana Ume. sande Ume. Karibu Ume. Hey. Ume mamaenye mama, eh, hey, hey, hey mama. Oh. Karibu sana, karibu mama. Asante. Karibu. Asante. mamakaribu hey, Chisikie tu huru. Asante. Hapa ni kwa kina Sakwa. Sasa mimi ndio mama yake. mamake hey, karibu sana. Kumbe anaitwa Sakwa? hey, anaitwa eh, ni Sakwa. Asante. Nilimuita jina ya babu. Asante. Babu yake. hey, karibu sana mama hmm. Mimi nilikuwa natondoa dondoa ma, mahindi kidogo kiasi hmm. At least twende tusi yake tukule na wewe mtoto wangu majauzikisumbue mimi niko tu sawa, mamaniko uarungi tuli tumepika tukingojeanga saaniko haraka, hata niko na boda wangu kuingia mimi ngoje. E, mm. saa kwa kuja mgeni amesema ako na haraka, amewacha pikipiki, ako na bodaboda kuja tu, wachana na maneno na chai. Kuja mwanangu. Wow. Tutakula tu siku nyingine. Haya, hmm. Asante mama, mi naitwa Alice. andika yoy mi nilisaliwa Bumwende. mimi naitwa Martha na Muhula. hmm. Kutoka ingo Ishanda Ishanda. hmm. O, oh. hmm. Asante, asante. <laughs> nimefurahia <Minifraya. laughs> hey. nilisikia habari ya kwamba unahitaji mtoto wa kusaidia kazi, hey mama. mm. nilikutana na kichana wako kwa njia mm. atlist tukaongea ongea kidogo mm. na nikaona ni mtoto mzuri mm. anaweza nisaidia kazi mm. mimi ni yule ambayo nasafirisha misiko kutoka nji kuendanambo <totitikos> na voanihivyo okay, mama. Hey, asante hmm. hmm. yaki Mungu siakupariki jamani, sasa hmm. mama hmm. naona muda wangu umeisha. hmm. hey, najua kukalisha watu wa boda boda na wanae yeah, hey, karibu tu aanze kwa sasa. mimi ningependa hmm. kijana, sijui kama ako sawa naweza enda. Ako tu sawa, ako tu sawa, huyu mwanangu <laughs> hey, ayuko sawa <laughs> <laughs>

Yes, mwanangu nifanya yeah. na mna gani? Unajali oh, no, no, yani. yani washere washosho, aya asante mm. asante asante asante yeah. Mungu akubariki, Mungu akubariki kazi ya mikono yako mwanangu asante, mwanangu asante, hii ni chai yangu tu Mama, oh. Asante mama, asante. Mungu abariki kasi ya mikono yako mama, asante. Wewe sisi sote sakwa. Harakisha, harakisha, harakisha, naenda Arakisha baba. Asante mama. Arakisha. Sasa kufanya araka mm. Nitanunua aki mama. Nani alikwambia, hata mimi madawa zangu za sukari zimeisha. Nitaenda kununua hii ya sukari, mawe, mahindi. Hata leo nitakula kwa hata kasamagi. Ah, kule aa, <laughs> wiyo, na kasamakinikule mtoto wangu. Atakuwa ah, eh, yeye usiku na atakua anarudi ataenda yeah, tu paka mwezi. Mwezi ishe, ikiisha eh, anarudi kuja, kutu, Eh, mama, utamkata kwa hii? Hapana, hiyo eh, ni yako mama. Mshara yake bado iko huko na watu watu wako. <laughs> Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni nani jameni? Mungu, Mungu wangu. Eh, Mungu umeniona. Mungu umenitoa mali. Mungu amenitoa mali mama. Mama, Mungu amenitoa mali kweli. Mungu amenitoa mali. Nilichekwa na wanadamu, nilichekwa na majirani. Na kwamba mimi sikulangi chochote. Eh, Mungu angalia maendeleo yangu mama. Angalia maendeleo yangu yenye niko nayo yenye imepaa. Mungu ananijali kweli. Mungu ananijua. Sawa <laughs> so, kwa. Gujaraka, gujaraka, mama anachelewa kwa kazi. Sawa so, kwa nachelewa jameni, mama anachelewa kwa kazi jameni. Eh, angalia mama amenipea pesa mwanangu. Mwanangu mama amenipea pesa angalia. Hebu ni Mungu tu. E, Mungu. tuun a Mungu tu tenaamesema sio mshahara yako. Ni yangu. Ni yangu tu mama. Mm. Asante mama, asante asante asante mama. Mm. Sasa mama mkienda mm. mm. nene ni salama asante. Munga mjalie tu kijana mwanangu yeah. Usi usipambaike usiuwe na macho ingine. Ah, kazi tu ya mama yenye atakupatia na kuahidi mama, nitafanya e. Tafanya, si umechukua kitambulisho? Ndio, hii ndio eh. Asante mama kwa salama, aya, tutawasiliana. Asante haya, mama haya, eh, asante, Yes, good morning. Yes, good morning. <laughs> <Good morning. laughs> Yes, mko aje? mtu kufitiumgkasasa naona, nii umeshafika, kila kitu iko sawasawa ama hakuna kitu ingine? Aa, unajua mimi nikifika mimi najua hii mambo hii ni yetu, hii mambo ni yetu, ni venye atupende sana sana. Sasa wacha ni washughulikie mpate at least kitu kule. Unajua hii mambo lazima tukule, kazi iweze fanywa bila chakula <laughs> hey,

Huyu anaitwa Saina huyo nice, anaitwa Toni Ndande, huyo anaitwa Flora. Utakuwa unafanya nao kazi. Huyu ndiye atakuwa anashughulika kwa kila kitu chochote, ee kitakuwa kinafanyika hapo kwa, kwa, kwa ofisi sawa. yes, yes. You, you, you. Yeah, ni hivyo sawa. Nikuonyesha ofisi hey, yako yeah, yako. Naomba nikusaidia kupelekea chai oh, bosi. Yeah, kulingana na sheria mm-hmm.

lakini sio mahala msingi pa kufanya mbokmyano mara ya kwanza tunakutana, alafu yanaanza kujitokeza mambo fani fani kama hivi.

Yeah. Zaina alimpenda and she, she was expressing her feelings to me. Akajua basi, akajua basi, yeye mwenyewe. Wewe oh, unakaa ni hapa mezani. Mbona amekutoka bwana? Mbona amechukuliwa tu hivi baada tu ya mtu kuja hata hajamaliza wiki, yeah. Ameshakufa um, uko ushughulike na kazi yako a <laughs>

Ewee, uko good, lakini mimi kwa upande wangu naona hatuko vizuri, kwa sababu na hii position hii hali kwenye ofisi, iwapo tutapatikana ni hatia.

Kika, si jambo si la kawaida hmm. Kufika kwa ofisi hivi na sehemu kama hiyo, hakika unapaswa shukurani. Mungu akubariki sana madam. Asante. Na kazi inaendeleaje? Kazi ni nzuri, kwanza wale colleagues ambao umeunganisha nao ni hmm. watu wazuri, tumecooperate vizuri sana

Ukiniangalia tu hivi mimi naweza niita mama? Mimi ni mama yako okay. Sorry lakini tiheshima sipaswi kukuita jina lako halisi. Niite tu jina langu nitafurahi. Okay, ni sawa ila uh, nimetokea kazini mm, tu nimeingia mm, kazi nakua nzuri, lakini sasa baada ya hapo nahitaji sehemu ya kupumzika kidogo. Mm -hmm. Nahitaji kama labda unaweza nionyesha. Umesema unataka kwenda kupumzika na hii nyumba yote, auwezi pumzika hapa ama kuna nini, kuna nini mbaya hapa but madam, niko nahitaji rumu yangu spesifiki naenda kutumia kweli, really. Hapo naona nivake kwani? <laughs> wewe <laughs> Hii nyumba si unakaa tu hapa sasa. Wewe kuanzia leo, wewe ndio mwanaume wa hii nyumba, tutakaa na wewe hapa. Mimi nimetaka kusaidia, nataka kusaidia maisha yako, at least usonge mbele. Autaki? ndio madam, lakini sasa, sasa usiniite madam. Just call me sweetheart lakini uni tutakuwa tunaenda kinyume kinyume kinyume. Na nini kinyume aje? Hata tukiangalia umri haiendani na hivyo, napaswa kukuheshimu kama bosi wangu. Kuniheshimu utaniheshimu. Lakini sasa hiyo ni mbaya, ni nimeongea kitu mbaya kwa upande wangu? Sio ni kama itakuwa rahisi manake Sijazoea maisha kama haya yani, unajua ni ngumu sana kwani, hata kazini nitaonekanaje? Kwamba natokea kwa nyumba ya bosi nikienda kazi, uone wenzangu watanichekelea sana. Unataka nikufute kazi? Hapana, hmm? Chakuwa maneno mawili, unipende ama nikufute kazi. Fikiria nikirudi unipatie jii Matizo gani haya? Nakuta kazini unapendwa, huku pia lako bosi anasema ananipenda. Kwani anafanya haya yote kwa sababu ananipenda mimi? Hapana, lazima niamue kitu muhimu hapa cha kufanya. Hilo ya kazini ni rika yangu, hata kama nini kiweri, kazi ishe, lakini